Majina naitwa Malko Mali Mtepende, natokea mkoa wa Ruvuma wilaya ya Tunduru na ni mwinjilisti ambaye niko chini ya ufadhili wa Kibidula na kituo changu cha kazi ni kijiji cha Mtina. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo inaendelea pale Mtina, kazi ya injili. Na mara ya kwanza nimefika pale kwa ajili ya kazi ya uinjilisti, kwa kweli nilikuta kundi dogo sana, watu wachache sana ambao zilikuwa ni, ni familia mbili ambao walikuwa ni wafanya kazi, lakini nilipofika pale tukaanza kazi ya injili, tukaanza kuhubiri nyumba kwa nyumba, na yale mazingira ya kwetu ni mazingira ya Uislamu sana. Na tukaanza kuhubiri nyumba kwa nyumba, nikawa natembelea watu, nikawa nawaalika kanisani. Nakumbuka siku moja tulikuwa na, na sabato ya wageni. Kwa kweli ilikuwa ni jambo la ajabu, tulikuwa na watu wengi sana ambao walikuja kuhudhuria kwenye ile sabato ya wageni, walijifunza mambo mengi na walifai sana kwa ile mafundisho ambayo yalikuwa yametolewa pale, lakini hakukuwa na mtu ambaye alikuwa amejitoa kwa ubatizo. Tuliendelea kufundisha na kuwatembelea na kuatia moyo, na kumbuka mwaka jana ilikuwa ni mwezi wa... watano wa... wa... wa... wa hivi tulifanikiwa pale kubatiza mtu mmoja, tukabatiza mtu mmoja. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto katika mazingira ya Uislamu, mtu kubatizwa kutoka katika imani ya Kiislamu na kuingia katika imani ya Kikristo, lakini tunamshukuru Mungu. Wale watu wakaendelea kumsumbua sana yule mtu wa Mungu mpaka sasa tuko naye, lakini mwaka huu ilikuwa ni mwezi wa ngapi? Uh, mwezi wa kumi na moja, kwenye kile kituo changu tulifanya effort ya wiki tatu, tulifanya pale mikutano. Yale mazingira ni ya Waislamu wengi, tulipitia upinzani, lakini tunamshukuru Mungu. Yule chifu wa kijiji cha pale Mtina ni Muislamu, lakini alitupokea na alitupatia kiwanja, tukafanya mikutano. Tulipofanya mikutano, viongozi wengi wa Kiislamu waliandamana kwamba ile sehemu ya mkutano tuweze kutoka tusifanye mkutano pale, tutafute sehemu zingine, au la sivyo, tukafanyie mkutano kwenye kanisa letu. Tuliongea tena na yule chifu. Yule chifu akakaa na wale watu na akawaambia kwamba, jamani, hawa watu wanatangaza neno la Mungu, hivyo tuwaache, acha tuwahubiri neno la Mungu, watakapomaliza wataondoka. Na nyie ndugu zetu Waislamu, mkihitaji kufanya mikutano pia mtafanyaje, mtahubiri na waislamu wenzenu, watafika mtawapatia mawaidha. Tunamshukuru Mungu kwa ule upinzani ya ukuendelea sana na zaidi sana baada ya ile siku ya ubatizo, ubatizo tulifanikiwa kubatiza watu watatu. Waislamu walikuwa wawili na Mkristo alikuwa mmoja. Tunapowaalika a Sabato za wageni watu wanakuja wengi tu, lakini pia tunagawa vitabu. Kwa Mwislamu kupata vitabu kanisani inakuwa ni ngumu sana, lakini tunashukuru. Ile siku ya Sabato ya wageni tulipo, tuligawa vitabu vingi vingi, na watu wengine walikosa vitabu na wengine pia mpaka leo wananidai vitabu, wanahitaji vitabu tuwapatie waweze kujisomea. Kwa hiyo, ambacho mimi namshukuru Mungu kwamba kuwepo kwangu mimi pale kituoni, si mimi najua, ni Mungu ambaye anatenda kazi ndani yangu, lakini badiliko kubwa ni kwamba watu walikuwa wasali pale kanisani na sasa tuna, onge, tuna ongezeko la waumini wengi. Mwanzo nilikuta washiriki wako pale watano wa, walikuwa sita, lakini mpaka sasa wameongezeka, tumekuwa kumi na tatu. Kwa hiyo ni hatua kubwa, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makubwa ambayo anatenda kituoni kwangu.